Kuelekea mchezo wetu wa kesho wa ligi kuu, na nikiwatizama sura zenu waandishi hapa, naona kuna ambao wamefurahi mafanikio yetu sisi kwenda fainali ya kombe la shirikisho, lakini kuna wengine wamenuna katika nyinyi eh, ndio hulka za kibinadamu, lakini hatuwezi eh, kuwalazimisha wote mkafurahi ama wote wote mkanuna, lakini mlionuna nimewaona na ninawaona, na waliofurahi vile vile na wenyewe ninawaona eh, eh, lakini mnune mfurahi, nyama yuko wapi? Nyama yuko fainali. <laughs> muda wake utafika, tutazungumza kwa kina kabisa kuhusiana na mchezo huo e, hili sio jukwaa lake, lakini kwa kipekee kabisa nipende kuwapongeza ndugu zetu waandishi wa habari, mmefanya kazi kubwa sana na sisi e, kuanzia mwanzo wa msimu huu hadi kufikia hapa tulipo, ambapo tunakula matunda. Wapo wengine ambao wanapambana na wanajaribu kuturudisha nyuma, lakini sisi tunasonga mbele na hapa tulikofika hatu hatucheki na mtu, tunaangalia maendeleo na mafanikio yetu. Sisi kama Simba Sports Club tumerejea kutoka Afrika Kusini tukiwa tumefuzu fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika, na sasa tunaingia rasmi kwenye kimuhemuhe ligi kuu ya NBC. Kesho Ijumaa tarehe mbili tuna mchezo dhidi ya Mashujaa FC, mchezo wa ligi kuu ya NBC. Lakini, ratiba imetoka ya ligi kuu, tuna takriban michezo minne katika e, siku kadhaa, siku zijazo tuna mchezo e, dhidi ya Mashujaa tuna mchezo dhidi ya Pamba, dhidi ya JKT na tuna mchezo dhidi ya KMC. Michezo yote hiyo ukiangalia ni michezo muhimu sana kwetu, kwa sababu tunahitaji kuchukua alama kumi na mbili katika michezo yote hiyo minne -mi. sio nyepesi hata kidogo, kwa sababu katika timu hizo ambazo tunacheza nazo zipo ambazo zina hatari ya kushuka daraja. Maana yake ni kwamba wataingia katika michezo hiyo wakipambana pakubwa kuhakikisha kwamba wanachukua alama tatu mbele ya mnyama. Na mara zote ligi ikiwa imesalia mechi hizi za lala salama, huwa inakuwa ngumu sana, kwa sababu kila mtu hapo anapigania kutimiza malengo yake na hakuna second chance ya, ya, ya, ya, ya, ya aina nyingine. Maswali yamekuwa ni mengi sana kutoka kwa ndugu zetu waandishi wa habari juu ya ratiba hii ambayo inaonekana imebana e, takriban mechi nne mechi, mechi ndani ya siku kumi na moja. Ratiba tumeipokea na sisi, jukumu letu e, Simba Sports ni kuishi ndani ya ratiba hiyo, tutapambana ndani ya ratiba hiyo hiyo tuweze kutimiza malengo yetu ambayo ni kuchukua alama tatu kwenye kila mchezo. Hatuna muda wa kuanza kufikiria ratiba imekaaje, tuna muda wa kufanya maandalizi kuelekea kwenye hiyo ratiba. Na ratiba hiyo ngumu tunaianza dhidi ya Mashujaa. Mashujaa ukiwaangalia katika msimamo wa ligi wapo katika sehemu salama, kama ligi naisha leo, kwa maana hawatoshuka daraja lakini ukimwangalia pointi alizo alizonayo yeye na mtu ambaye ana hatari ya kushuka daraja ni pointi moja tu, ni 30 kwa 29 kwa 28 kwa 27. Maana yake ni kwamba kimahesabu hayuko salama, ili awe salama anahitaji kupata alama tatu mbele ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ataingia katika mchezo wa kesho kupambana kuhakikisha ya kwamba anakwenda kupigania alama tatu ili zimweke salama. Wakati yeye anapigania alama tatu zimweke salama katika ligi kuu, sisi tunapigania alama tatu zitupe ubingwa wa ligi kuu msimu huu, kwa unaweza ukaona hiyo bato namna ilivyo ngumu kweli kweli, na sisi hatuko tayari kwa furaha tuliyokuwa nayo hivi sasa na comfort tuliyokuwa nayo hivi sasa iende ikachafuliwe ama ikaharibiwe ama ikavurugwe na timu kutoka Kigoma. Hilo hatuko nalo na hatuko tayari kuona linatokea. Maana yake ni kwamba tuna kila sababu katika mchezo wa kesho kwenda kupambana, tunavyoweza kupambana, tuweze kuchukua alama tatu. tunawaheshimu Mashujaa katika raundi ya kwanza walitupa mchezo mgumu sana eh, goli la mwisho kabisa la Stephen Dese Mukwala likatupa alama tatu baada ya mambo na hali kuwa ngumu kweli kweli. Sasa basi wanakuja nyumbani kwetu, tunafahamu ugumu wa mchezo huu na tunawaheshimu Mashujaa, lakini tutakwenda kupambana na kuipigania Simba yetu tuweze kuchukua alama tatu. Wito wangu ni mmoja tu kwa mashabiki wa Simba waje waiunge mkono na waione Simba yao. Waje watupe sapoti, waje tupambane tu, tu, kwa pamoja kuchukua alama tatu. Mechi sio nyepesi hata kidogo. Nisizungumze mengi, wenyewe wana Simba mnajua tunapozungumzia mashujaa tunazungumza kitu gani, ama nyuma yake kipo kitu gani? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kwenda kupambana kupa, kwa pamoja tukachukua hizi alama tatu, lakini mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya NBC. Simba anacheza baada ya kuingia fainali ya kombe la shirikisho. Ninafahamu wapo mashabiki ambao tayari wameshatoa heshima zao kwa kuja uwanja wa ndege kuja kuwapokea, lakini bado haitoshi. Katika mchezo wa kesho, tutautumia kama sehemu maalum ya kuwapongeza rasmi wachezaji wetu baada ya kufanikiwa kuingia hatua fainali ya kombe la shirikisho. Nini tutafanya basi wakati timu inaingia uwanjani? ile saa sa tisa na dakika hamsini na nane na saba wanaingia uwanjani kwa ajili ya kwenda kuanza mpira ama mchezo, mchezo wa kesho, mashabiki wote ambao tutakuwa katika uwanja wa KMC tutasimama kwa pamoja na kuwapigia makofi wachezaji wetu ikiwa ni ishara ya kwamba tunawapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya na kwa kuipeleka Simba yetu hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Asikae chini hata shabiki mmoja. Kila shabiki atalazimika kusimama na kuwapigia makofi ya nguvu wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Sasa hii haitofanyika tu uwanjani, kama kuna watu wanaangalia, wanaangalia mechi kwenye TV na wenyewe vile vile watalazimika kusimama. Hata kama uko peke yako, utalazimika kusimama na kuipigia timu makofi. Kama mnaangalia ba mtasimama mtaipigia Simba makofi kama mnaangalia kwenye tawi lenu, kama mnaangalia kwenye basi, maana sikiza za mtv wanaangalia hadi kwenye mabasi, mnasimama kwenye siti uliokaa, mnawapigia makofi wachezaji wetu. Hii itafanyika pale wakati timu inaingia uwanjani kwenda kuanza mchezo. Na mara nyingi timu wakati zinaingia uwanjani huwa zinaingia timu zote mbili, yaani eh, timu wanaocheza pamoja na mpinzani. Kwa hiyo mashujaa wakiona sisi tunapiga makofi wasifikiri tunawapigia wao, tunaipigia Simba yetu ambayo imeingia hatua ya fainali. Kwa hiyo wana, wanasimba, wito huu umfikie kila mwanasimba, tukumbushane kwenye matawi yetu, kwenye magrupu yetu, tutakapofika uwanjani kesho uh, jukumu letu ni kunyanyuana ili tusimame tuwapongeze mashujaa wetu ambao wametuvika nguo kwa kuipeleka Simba yetu hatua ya fainali.